Kio ah. Kweli, mpenzi wangu, yaani leo menionyesha kitu special sana. Yaani sikutegemea kama ningekutana na show kama ile. Yaani unajua, unajua tena, unajua tena kaio kalipo afu kizingatia, kizingatiana ulivyokuwa mzuri, unavutia, una body shape, yaani upo full kiokweli. Mungu akubariki sana, alafu namshukuru Mungu kabisa kwa naye. Kiukweli kipenzi changu, nikutoe hofu kwa sababu kufa hapa leo, yaani sitarajia kwa siku nyingine utazipata zaidi tofauti. <coughs> ah. na leo tena nimekupangia wewe, tukutane tena kwa mara ya pili zaidi zaidiba, basi ha nanoma ni kwa sasa hivi. Acha kwanza nikutoe nikupeleke hapo afu nikirudi hapo niingie zangu mishimisha, si unajua tena wangu anipe siri ya mafanikio mpaka umeweka tile hapa, kilichobaki ni kutegeti pale. Ah, udugu wangu, kama unavyoniona, siku zinapendeza na, na sio kupendeza tu, yani kwenye mavazi. Mimi nipo kwenye kula, ndio usiseme maana, na kula ninachokitaka sio kwa mwanaume huyo. Sio mwanaume kwamba ananihudumia, ni mwanamke. Lakini Mungu wangu Uacha e, tu na damu ya mwanaume sina. Kwanza hapo hapo. Maana hapa nazisikia taarifa, sijui kwa feti si kunakukujike sijui nini hapitu e, na mwanaume hapa mtaani. Mshoga yangu, niambie kwanza imekuaje na inakuaje? Wewe unakaa na mtu aina hiyo kwenye nyumba yako, hmm. Lakini ledi, ediombao huyo apoi mpaka kwako, kwa imekufikia. Udugu kweli. Huyo ninaye na ninatamba naye hana baya hapa mtaani Yee, mwanaume wote ule kwake hapoi, hawe kijana hawe mzee hawe kibabu, ye kwako fresh. Haya, dada mkubwa, kabla ya yote, shoga yangu jana, ume ndo kutana nalo huko leo <laughs> Dada alipo moto, hatari tofauti na ule kijungu, wala hasani dada, mwanaume anapeleka moto, huyo sio poa yani <coughs> yani anaitwa ni... kibibo sijui kizibo sijui kinini. Shoga yangu. Yaani mwanaume huyo. Alafu pia kingine, dada na danga jipya. Yaani wakati natoka tu pale, nikaliona lingine linanikoa. Kwa hapa nataka niende nikapumzike kidogo, baadaye niende tena. Hivi unajisikiaje wewe? Yaani, umetoka huko na safari zako umefika hapa hata salamu ndo kwanza unaanza kumwaga mambo yako ya ajabu ajabu. Hivi nani akusikie? Ina maana umeshindwa kunisubiria ndani ukaniambia. Hivi uone aibu. Hivi sifa zingine hizo ambazo tunajipatia basi tuwe na stara, pa watu ingine amefika wanaanza kumwaga sera zako ndo nini? Mgenze mm -hmm. saizi y <laughs> Ah, dada ngoja mimi nikajipoze naye, sijajua nice, baadaye namtoko tunakula chips kuku Eti we huoni kama huku ni kujidhalilisha. Hivi sasa kwa mfano ndio amefika hapa, umekaa na mama yako au na shangazi yako au tuseme na mtu mwingine, hajui mimi ni nani afu akaanza kuongea vitu kama hivyo. Wewe unaona ni raha kweli? Unajidhalilisha rafiki yangu. Wewe hapa mtaani unaheshimika sana lakini hivi unajiaibisha. Samani shoga yangu. Mimi najua tu akili zake ziko sawa. Kaja huko na mambo yake yaani kijinga kijinga kaja hapa kulopoka. Ila nisamee mimi. So, mimi najua namalizana naye vipi mwa ndani. Naomba tunisamehe, shida yangu yataisha. Inabidi uwe makini sana Fati, kwa sababu hata hapo naamini kabisa umejisikia aibu kwa vitu alivyokuwa naviongea mbele yangu. Ipo siku wewe atakukuta hapo, upo na mwanaume wako, ataanza kupayuka vile vile. Ina maana kwamba hivi ndio ulivyomzoesha mtu. Achane na hayo, mimi naona kama hilo lipo chini ya uwezo wako, unaweza kulimudu mwenyewe alafu Mbona kama vitu vyote alivyozungumza yani zile ni sifa za mume wangu kabisa Feti. Wasazi mume wako. Kama amepita naye naweza kapita naye. Ila naomba tu uwe makini. Maana wewe unapomuona hapa ni moto wa kuotea mbali. Amuogope hata mume wa mtu. Sasa unawazia mumeo. Wewe <laughs> nenda kadili na mume wako. Huyo kashapita wewe. Shoga yangu mimi hapa sina hata muda ya kuongea tena. Naomba tu nikuache. Ila mwambie huyo kuku wako humo ndani, nikigundua kama kweli anatembea na mume wangu, wa hayo hayo maziwa yake hayo nitayageuzia nyuma mgongo. Wameshinda wene waume zao sembusewewe. Jipange tu ndugu wangu, ila mimi napatia kula hapa, msimfanye haribia bure ka yaani. Sasa hivi mimi na nawili mtoto wa kike mtakuja kuniharibia, lakini huyo kangalo anaepita natangaza huyo kunitangazia mabaya basi, na nitakula kama kwa uma ndo kula.

Hiyo, mme wangu, ina maana ndio umeamua kunidhalilisha kiasi hiki? Ile siku mimi nilikuwa naongea kweli, niliambiwa na watu, lakini mme wangu, leo nimemsikia yule dada kwa masikio yangu mwenyewe, alafu mme wangu, mbaya zaidi uwe hapo ulipo sasa hivi, umetoka kukutana na yule mwanamke. Mke wangu, nilisha kwambia tangu mwanzo. Utakuja ujiumize bure ukisikiliza maneno ya watu, ona sasa kilichotokea, mke wangu Leo unaumia kwa mambo ya kipumbavu kabisa, vitu ambavyo si vya kweli, ni uongo mtupu. Nilikwambia lakini haya yote yatakuja kutokea. Kwa hiyo hiki unakiona kidogo, si ndio? Yaani hiki unakiona ni kidogo ambacho kinanifanya mimi nalia. Ndio maana umependeza, si ndio? Kwa mume wangu wewe, okay, ukiwa unaenda kuonana na wanawake wa nje unavaa vizuri, unapendeza mwenyewe, ndio unajiita handsome boy. Mume wangu mpaka umevaa nguo yetu ya harusi unaenda kuonana na yule mwanamke kweli? Nisikilize mke wangu, basi jaribu kushusha sauti yako kidogo mwanaake. Unapopayuka uko kunje, watu wanasikia aibu, mke wangu, na hayo mambo si ya kweli. Sikiliza, twende ndani, mke wangu, nitakwambia moja moja baada ya lingine. Unafikiri utanielewa? Mume wangu, mimi nakuvumilia sana ha? Muda mwingine mimi nashindwa hata kuvaa nguo nzuri nipendeze mme wangu, ili tufanye maendeleo, alafu unatoa hela unaenda kulipa gesti kwa mwanamke ambaye... okay. ski mke wangu. mimi nakupenda sana kuliko mtu mwingine yeyote ule. Nimkwambia mke wangu, nakupenda, hakuna zaidi yako. Nisikilize, mimi niko tayari kukwambia chochote kile unachokitaka. twende ndani mke wangu tuongee. Mimi sitaki kusikia chochote kutoka kwako. Nadhani ile siku nilikupa ahadi, hata ikulia ni ni bahati mbaya tu. Nadhani ilitakiwa nikute hapa nimeshaondoka, ila nisingeweza kuondoka bila taraka yangu. Ninachokisubiri hapa mimi ni taraka yangu tu, yeah.

Mozu Taiza. Freshi tu mwanangu vipi harakati? Eh, hey, inakuaje mwanangu? Ah, nakuona mwanangu kuna mchumba wa shemeji nini? Si unajua tu yani, kuna shemeji yako nini? Shemeji, mambo vipi? Poa mambo. Ah, freshi tunaona kuna bla zangu hapo nyuma mnakula maisha kama kawa sio eh? Mm niko na. Sasa vionda meadimika sana bro, wapi yule mwanangu? Bah, mwanangu si unajua harakati nini? Nishemishe. Unajua mtaani hapa pagumu. Kweli mwanangu, ndo unavyotakiwa hivyo. Si unajua tena mwanangu, kikaa mtaani bila chochote kitu Amen. bila kuingiza hapa hamna maisha kabisa mwanangu, lazima utafute mkono uingie kinywani, maisha yaende. Amen, mwanangu, kwa sasa hivi kuna mishemishe nafanya huko. mm -hmm. so huko nakuja tu kama hivi, namfuata shimiji yako nini? <laughs> naingia naye mageto pale, nyama ni mwingi basi. <laughs> ah <laughs> okay, Mozo oya, 1 minute mwanangu bsichele wa shemeji afuje shemeji. okay. okay. okay. okay. Oh, ah, nzuri sasa. Sikia nikwambie kitu, nifuse namba zako alafu baadaye nda kucheki tuongee, sawa? sijataka ba shemeji yangu tena sima po nini, sitakupigia shimeji yangu. Alafu kuna zawadi no, nimekuandalia nataka nikupe shimeji yangu, bwana. Shimeji unalo naweza sima, blaza anakuja, awsanasikia mwanangu hapa kuna inshu kidogo imetokea hapa, hmm. Kwa hiyo natajika nitoke mara moja, so mimi acha niondoke, afu tutawasiliana, ndugu yangu. Fresh mwanangu, okay na noma. So mwanangu, hilo dongo ukichwani, ah mwanangu, hadi nilikusahau juu asatna. Maisha mwanangu, lazima ubadilike, badilike. Watu wanapokuona na muonekano wako ule ule, ah, inakuwa sio so poa yani, unajua inakuwa so me badilike, imeushwa mwanangu, lazima badilike badilike, ni bado watu wako ni tofauti, hizi sinaelewa. Ah, lazima pawa na haka mwanangu, unyama ni mwingi <laughs> freshi bwana, wenyewe washemeje? Oh, mida basi, takucheki mwanangu <laughs> Ah, huku ndani <freshi>. kedu <laughs> kuna masera mengi, unaona pala kama ile shikaja Kwanza sikutegemea kama utakuja kweli, nilijua utamofia yule jamaa yako. Nisingemfia yeye, ningekuja tu, na ndio maana nipo hapo. Ah, wow! Ila kitu kingine, unajua kwa vitu ulivyonipa leo, sijai kupata kwa mtu yoyote katika maisha yangu. Yani hivyo ndio vitu vyangu kabisa, yani hapa umegusa penyewe. <laughs> Oy yine, mdao, pidesi, ah, sa sawa bebi, mi nimekuelewa. Yaani ukinitaka muda wote kunipigesi, unaweza kunipiga simu na nikajibu. Ah, sawa, hamna shida <laughs> Vipi, mbona umemkatia tena? Huu ni muhamu za vyombo naesampita nyumbani hajanikuta. Oh sawa, basi mimi nikajua ni watu wako huko wanakutafuta <laughs> Eti wipi, kuhusu rafiki yako? Maana jana tulipanga tuonane, lakini hakutokea. Na wakati jana katoka, kasema naenda kwa Hasani. Hasani wenyewe ndio wewe. Mimi Hasani, mapenzi kwangu mimi, mi nadhani kwamba wewe watambua jinsi anifana navyo mpenda. Hata hivyo, lakini jana pia kanangusha pia mwana tulipanga kuonana, namsubiria nimekale simu ambayo tumpanga tuonane, hakuwai kutokea. Nampigia simu zinakata, natuma sms azijibiwi. Nini shida ani? Sasa mtu mzima kama yule atakuwa ameenda kulala wapi? Mbona ananitia wasiwasi? Ila wewe, wewe ndo umemuita na ninajua kabisa amefika kwako, na kama hatopatikana anifa mimi, najua fika wewe ndo unahusika. Wewe e ni shoga yako, afu isitoshe mi ni mtu mzima, yaani siwezi nkapitapita ama kukutana na wewe nikaanza kusimamisha afu kuongea vitu ambavyo havipo, nitakuwa mnafiki siafeti mimi. Nachokuomba, ukimwona, mpe ujumbe huu afanyi vyote vile, nahitaji kuona naye, nahitaji kuona naye tuweze kuongea. Mimi natambua ama pia nadhani kuwa mwatambua jinsi mimi ninavyompenda, nampenda sana. Hata hivyo mimi siwezi kumsingizia kwamba tulipanga afu nini, yaani siwezi kumsingizia hata kidogo. Kwa mimi nachokuomba, nifikishie ujumbe basi. Ukimuona bwana Hassan, na mapenzi anahitaji kuona na wewe. Sawa, mimi nimekuelewa akishatia mguu tu nyumbani, mimi nitampeza salamu zako, ila kama atofika, ninajua kabisa wewe ndo unahusika. Mi nakuomba shemeji yangu, ambaye ni rafiki wa mpenzi wangu, kwa hichi ambacho nimekwambia basi, kina kile katika kichwa chako kifanyie kazi. Ukimuona tumwambie bwana mpenzi wako anahitaji kubwa sana kwako, na imani utatekeleza. Anifa na matatizo gani? Mbona kampata mwanaume mzuri handsome boy. Yaani, mwanaume ana shida yote, mwanaume mpole de, yaani anahangaika kweli, umalaya huu Vipi mpenzi wangu? Uh, poa bibi, mzima, safi. Nimeitikia ito wako vizuri, pia na imani kwamba rafiki yako anafishia ujumbe, lakini mimi sia so kunifaa mtoto kiasi hichi, ama kama waniweza au ni lochizi kwako. Hichi kitu sijakipenda. Hapana mpenzi wangu, najua nimefanya mistake lakini kulikuwa na kikao, na ndio maana hata yanishindwa kujibu simu zako. Oh, sawa kwenye kikao, lakini ukunipa taarifa yote vizuri zaidi. umenipatia taarifa bwana, mimi nipo sehemu fulani nikae nikitambua kwamba huyu mtu yupo sehemu fulani, anifa kaenda sehemu fulani. Vipi jana, napiga simu azipatikani, SMS azijibiri, mimi nitakuwa katika hali gani? Naye naomba msamehe, basi turudi tena sawa. Naweza nikatoa sam msamaji wako, lakini kitu ninachokuomba ili swali isijirudie tena na siku ya leo nakuhitaji maana juzi hujaja, jana hujaja, so leo nakuomba uje. Usijali mpenzi wangu, mimi nipo kwa ajili yako. Hata ukiniambia nikae wiki nzima, mimi nitakaa. Wow, ah, vizuri. Basi mimi nilikuwa naomba ruhusa niende, maana leo ndio kikao chenyewe. Okay.

Karibu, asante dada yangu, ila mimi wala sio mkaaji na nimekuja hapa kwa jambo hilo moja tu. Dada, kuna taarifa zinatembea huku mtaani chini kwa chini, yani tetesi mbaya sana za kukuchafua wewe. Alafu mbona wewe unaonekana ni mdada fulani hivi mwenye heshima zako, ila kwa hizi skendo unachafuka sana ndugu yangu, yani ndo nafuga malaya ndani kwako? wando wafuga msichana anayejiuza ndani kwako, mwizi wa mabwana za watu, waume za watu hivyo. Elo nalichukuliaje? Kwahiyo nyie munamwekea wivu, anife au? Kwa sababu anajitafutia mwenyewe, anapendeza, anavaa vizuri, kwando mnaona bora mumchafue? Lakini au wanaume zenu wanavutiwa na yeye kwa sababu anavaa vizuri, anapendeza. Yaani kwanza dada yuko pisi, yani. Yaani ndio hivyo. Kwa nini mnaona wivu? Sasa maneno yote yao yanakutoka kazi gani? Alafu mimi sina wivu, labda nakuvaa kwake. Aheli angekuwa anatafuta hela kwa jasho lake. Mimi nimekuja hapa kukupa taarifa kama mwanamke mwenzangu, kwa hiyo mienendo anaoenda nao mwanamke mwenzako sio mizuri. Aheru, kakaa naye chini na akaachana nayo, mbona kazi zipo nyingi za kufanya? Alafu jambo sioijua so huyo binti ni mwathirika. Wewe, hizo taarifa unazo kuja kunipa hapa ni za ukweli au umekuja tu kuja hapa kumchafua ili kumdhalilisha mwenzio? Hapana, labda nisikize nikwambie, mi nilokuja nao ni hayo tu. Lisemalo lipo na kama alipo laja. Kwa hiyo hapa mi leo naondoka, ila next time nitakaporudi, narudi na kundi la watu nyuma. Siku njema ya rabi tuba Huyu Anifu, sasa huyo Anifo sasa sijui ndo yuko wapi, sijui nataka arudi hapa yani. E, kama ndo taarifa zenyewe ndo hizo, nyumbani kwangu hapana, aondoke tu aende huko kwanza. Ngoja nikaja ndani nikamtole nika mabege yako aondoke, nisije nikakutwa hapa na watu ambao wanakuja hapa, maana saivi naona kumesha nuka tayari. Anifa, yani kunikuta hapa muda mrefu nimekaa na kusubiri wewe. Ninachokuomba, huu mzigo ni wa kwako, yaani hata ndani usiingie. Sijui unanielewa yani. Yani umechafua hapa mtaani kote, ukacha amani hamna kabisa, umewaribu mpaka watoto watu mewaribia maisha yao kabisa hivi Yanifo, una matatizo gani mdogo wangu? Yaani leo hii unakuja kunificha mimi, tumekaa na we muda mrefu sana, umu ndani una siri mzito. Anakuja mtu tu baki, anakuja kuniambia mimi hali ya kuwa wewe umekaa na mimi muda mrefu. Haya, ungedondoka umu ndani mi ningejua nini dafeti, mbona sielewi? na begi langu longo lipo nje. Kuna nini kinaendelea? Utanielewa tu, utanielewa tu. Kumbe uwe ni muasili, unatumia dozi bila mimi kujua, dada yako hivyo. Unajitambua wewe? Haya, umeharibu uko leti kama mimi mume wangu anaishi humu ndani. Singekuwa tayari shapita naye ili nami uniue. Sasa mama, kwa taarifa yako, hao watu waliharibia maisha yao. Wamehamaki. Wamekuja hapa wameniambia waki kukuta. Hama zako hama zao. Kwa msaada wangu mimi hapa ninaokupa wewe. Ni bora uchukue hivi vilago uondoke. Wakinikuta mimi hapa nitasema, hapa huyu mtu sijamuona toka jana. Hapa nyumbani kwangu hajaingia. Kuliko wakikukuta hapo itajumlishwa na mimi ambaye hata sijasambaza hivyo vitu. Sijui unanielewa. Kwa hiyo mama, chukua hivi mzigo wako. Bafeti. Mimi nikiondoka hapa <coughs> nenda wapi? Naomba nisamee kwa nilichokifanya. Sikudhamiria kama itatokea hivi. Naomba nisamee sana. Ondoka. Nikusamea kitu gani nitakacho kusamea wewe? Nimekwambia ondoka, beba vilago vyako, aondoke hapa, nisikuone hapa. Naingia ndani, nikirudi, nikikukuta Anifa. Na sisi tutaondoka na makofi. Maana umenikilia, umenikilia kupita kiasi. Ha? Wewe una mwanaume ambaye alikuwa anakupenda vizuri tu, unahangaika na nini? Wewe mshenzi, ebu baba toka. Puzi wewe. Nisikukute hapa. Nyangumi.